Naitwa Aneth. uh -huh. Natokea Msoma. uh -huh. Karibu sana asante. mimi uh -huh. nilikuwa nafanya kazi Msoma. uh -huh. Nilikuwa nauza duka la dawa uh -huh. lakini kwa mtu binafsi. uh -huh. Niliwafuatilia katika Facebook facebuku na uh -huh. kipindi hicho ilikuwa ni mwaka jana mwakajana. uh -huh. pia ija ya kuwafuatilia nilipiga na simu lakini muda huo niko kwenye duka la huyo mtu mm -hmm. nikawapigia simu mm -hmm. walinipokea vizuri sana. Sasa ulikuwa dukani? Ndio. ulikuwa kwenye ajira? Ndio. Sasa kwa nini ukatupigia tena na sisi? Nilifanya hivyo kwa sababu mm -hmm. pale kazini nilikuwa na changamoto mm -hmm. unaona, nilikuwa na changamoto ambayo hata nisingewaona nyie. Hii maiki yako sogeza hivi. Eh, eh, hapo hapo. Hata nisingewaona nyie kwenye mtandao, nilikuwa nikimaliza, natafuta kazi sehemu nyingine. Ah, umeona. mm -hmm. mm -hmm. Kwa sababu nilikuwa na matatizo na bosi wangu ya kulipana. Okay. mnaweza mkamaliza mwezi akakupa nusu. mm -hmm. mm -hmm. au asikupe kabisa. Sasa si wewe mwenyewe ndio uko kwenye dukani labda hujauza, atakulipa nini? unakuta unauza. mm -hmm. Lakini anakuambia kwamba subiri mwezi unaokuja tunaenda kuchukua madawa mengine tofauti okay. kuna marekebisho. umeona mm. mm. kwa hiyo ikawa ni changamoto, ikawa ni changamoto, nikaona mm. mm. kwamba kwanini nisitafute sehemu kwa nyingine, nita, nyingine okay. au nitafute fursa nyingine okay. Sasa katika kupitia pitia simu yangu mm. nikawaona katika Facebook okay. nikasema kwanini nisijaribu hapa, kwa sababu mm. sio lazima nitokee hapa mm. naweza nikatokea sehemu nyingine. Nyingine. Mm. Nikapiga simu mm -hmm. nikapokelewa vizuri mm -hmm. ilikuwa mwaka jana mwezi wa saba okay. Nikaelezewa kila kitu mm -hmm. na mimi moyoni mwangu, na kweli nilipenda mm -hmm. Yaani, kwanza jinsi nilivyopokelewa mm -hmm. nilipenda sana okay. nilipenda nikapia kabisa nikimaliza mkataba nikija da mm -hmm. sitafuti kazi sehemu nyingine mm -hmm. nafikia hapa okay. kwanza okay. na mwezi wa kumi na mbili mm -hmm. kabla sijaja mm -hmm. nikawapigia tena ili kujua kama bado ninaruhusiwa Uh -huh. Kufika okay. Lakini pia nikakaribishwa tena vizuri nikaambiwa, uh -huh. bado tunaendelea kupokea okay. watu. Kwa hiyo nikahamasika mm. Nikasema kwamba ngoja nije mm. nifanye kile ambacho kiko katika moyo wangu mm -hmm. niweze kutimiza ndoto zangu okay. Mimi napenda sana kufungua duka la dawa ah. mm. Kwa hiyo una taaluma ya mambo ya dawa ndio? Okay, umesomea nini? Nimesomea medical. Ah, mm, nursing assistant. Okay. Wow, hongera. Asante. Mhm, mm, umesomea wapi? Nimsoma. Na ah, kuna chuo kule. Mhm. Mm, kinaitwaje? Kinaitwa Red Cross. Mhm. Mm. Mm. Kile cha Red Cross, msalaba mwekundu pale Mkendo kipo. Hmm. Pale kwa muda gani umesoma? Nimesoma mwaka mmoja. Mwaka mmoja, kwa hiyo hmm, ukapata cheti gani? Certificate. Kwa hiyo certificate unaruhusiwa kuuza madawa ya binadamu ndio unaruhusiwa. Okay. mm. Kwao ndoto yako sasa wewe ni kuja kuanzisha duka lako. Napenda sana wow. mm. Na hiyo ndio biashara mm. namba moja duniani inayolipa kwa mujibu wa <laughs> takwimu za biashara, zenye hela nyingi, biashara ya madawa ina hela. Mtu akiumwa unafikiri kuja kubageni? <laughs> mm -hmm. <laughs> E, atasema nipunguzie Utakumbuka hamna wahiyo dawa yoyote, ukishaumwa tu, ukiambiwa shilingi ngapi unatoa. mm. Mm, ni watu wanaenda India huko, changa milioni mia mia hamsini, mnakumbuka mm. Tu ni, ni, mwanzoni nilisema afya ni kitu kila ni kila kitu eh? mm. Hey, we hapa unasema una hela, ila ukipata tatizo la kukupata utashangaa, milioni hamsini mia zimetoka wapi? Utapita kila kona, uta- yani utatafuta hela kwa hiyo ni biashara nzuri sana ya madawa kama umesomea hiyo taaluma ongera. Uh, mtaji sasa unatafuta kama kiasi gani? kuanzisha duka la dawa ni kiasi gani unatakiwa uwe nacho? chumba kidogo cha kawaida. Mm-hmm. unatakiwa uwe na milioni kuanzia tatu, milioni tatu. Mm-hmm, wow. Mm-hmm. Sasa kwetu sisi kwanza, we ni professional, unaweza kufanya malezi ya watu ambao wana mahitaji maalum, kwa mfano kama ni wagonjwa kuna watu wanatakaga wadada ambao wanaenda kulea watu wagonjwa nyumbani. Yaani wana mgonjwa ambaye amesharudishwa yani mm -hmm, nyumbani, yaani sio kwamba anatakiwa kukaa hospitali. Lakini sasa kule nyumbani uwezi kumpa dada traditional ambaye ajui dawa. Umeona? Ohu, sisi kwa sababu tumekuja na hii innovation ya huu mradi. Watu wenye wagonjwa nyumbani huwa tunawashauri waweke wadada ambao wana taaluma angalau ya masuala hayo ya madawa. Na kweli tunapata pata wateja wachache. Kwa hiyo ni eneo ambalo, kama tutapata mtu ambaye kama yupo ambaye ameshafanya oda na mtu ambaye anahitaji hizo hiyo kea ya, ya maalumu mm -hmm. kwamba ana anaa na dawa zake anatumia, basi tutakupatia kama kama, kama professional ambaye mshahara unaanzia laki tatu na na uhakika kwa milioni tatu ukisema tu yani hautaki kuanza na stress ukasema, mm -hmm. unafanya tu miaka miwili unapata hela yako nzuri, unatoka na milioni yako sita na zaidi, si ndiyo? milioni mm -hmm. Hey, kwa mwaka mtu analipa laki milioni... laki tatu analipa shilingi milioni nne na laki ngapi? kama laki mbili, laki tatu. Jamani, ndo hesabu hatujui <laughs> hivo hey? Aa, ni milioni tatu na laki sita okay, kwa mwaka. Kwa hiyo ukisema unafanya miaka miwili ni milioni saba na laki mbili Ukisema umetumia tumia, familia hizi saa nyingine zinakwaga, mm -hmm, yani zina wasapoti swi. Kwa hiyo hela yako ukiamua kuiweka, yani unaweza kutoka hapo na milioni tano yako imesimama. Mm -hmm. unafungua duka Okay. Wee, na nawe ndio mwenyewe unajua una taaluma hiyo, ukifungua duka wa faida unaziona Eh, si biashara yako mwenyewe, tofauti na ile ambayo mtu anakuajiri ukianza na we mwenyewe na ni wewe mwenyewe unajua una unatoboa. Kwa hiyo mi nakukaribisha nakutakia kila la heri Amina. Upambane ili uweze kutimiza malengo yako.